Tachukulia tu mfano halisi, mfano kama tukio la Tundu Lissu, si ndio? Kupigwa risasi kwake mpaka leo hakuna mtu aliyewahi kukamatwa wala kusemi, kusema chochote. Hivi ni vitu ambavyo vinaleta maswali kwa baadhi ya watu wasiofahamu ni nini ambacho kinaendelea. Wewe kidogo ni mtu mpana, unafahamu vingi, hili liko vipi kwa mtanzania ambaye ana mashaka juu ya hili? Unamtoaje mashaka yake? Lakini katika mazingira haya ni kivipi mtanzania wa kawaida kabisa ambavyo anaweza kuwa na imani labda na jeshi la polisi asilitilie shaka, au yasiongelewe haya yanayozungumzwa katika mm, nchi zetu za Afrika mm, na dunia. Vyombo instrument of cohesion, vyombo vya usalama, magereza, polisi, usalama, jeshi na chochote kile, ukifanya utafiti mm-hmm, utaona hakuna sehemu vilipendwa sana lakini kuna sehemu tunahitaji huduma yao sana haswa kutulinda. Na lingine, usitegemee polisi watasemwa vizuri, sio Tanzania tu, dunia nzima, kulingana na kazi wanazozifanya. Wako watu kumi watawapenda na kuwashukuru haswa, wale waliovamiwa wakawai polisi waka rescue, watawasifia wata polisi, lakini wako wale ambao wanafanya uhalifu au mtoto wako kakamatwa, hutaipenda polisi. Kwa hiyo ni it's a part of life. Hata we nyumbani kwako mko watano, unakuta we uelewani hey, na kaka yako ah, brother mi <laughs> kwa kutulia, unakuta hey, mko watano <laughs> hamwelewani wote. Evans, kuona kwenye familia, hey, mimi dada yangu hatuongei, yani hmm, au kaka yangu hatuzikani. Kama at the level of family, tuna changamoto kwa watu milioni stini zaidi ya milioni stini ambao Evans, lazima wapate huduma, lazima waishi, lazima maisha yaende. How do you contain them? Unawatengenezaje? una hawa watu uende nao alafu, wasitokee watu kumi au ishirini wakakulalamikia? Haiwezekani.